Eh, baba la baba hapa kama mnapokuwa mnaona kwa siku hii, eh, kuna mambo yalikuwa kidogo yanabana ya tuko front ya tuko front. Kuna mambo mengi ambayo tumekuja kufanya ili kuweza kukuletea zile ambazo wewe unasema uweze kupata kwa sababu uh, mambo mengi sana yako yanazungumzika. Watu wanasema nasema hivi, oh, Uvira hivi waza wazani ni hivi. Um, jana nilikuwa niko busy sana. Nilikuwa busy. Nilipanda milima, nilipita Luanga pia. E, nikapanda mabonde, barabara hivi kama unavyoona yote iko wazi. Ni sisi ndio tu kwa hapa. Sasa unataka kujua ni wapi na nini kinafanyika. Endelea tu kuwa pamoja na sisi na bado tungali tunaendelea Katongo Kigongo, e, yote niweze kukuletea yale ambayo wewe ulikuwa huwezi kuyapata tuko live kabisa kupitia Baraka1 TV na Uvira ni lazima iweze kurejea katika mikono salama, so endelea kushare, bwana share, subscribe pia like, Baraka One TV eh, tunasonga mbele. Kuna ah jambo jambo, wa Kongomani pamoja na Baraka One TV e, pamoja na wazalendo nd jambo sana bwana e, Rajabu Leo mbona tujakusikia kutoka asubuhi, kutoka kipindi cha asubuhi mpaka cha saa sita, cha saa tisa nacho pia tunakutafuta tukupate, eh, lakini hata kama tujakupata tutaendelea tu polepole. Wakongomani wote sana, big up wakongomani. Au emu kitu chenye wajui wanacheza na moto. Yaani, naona mwisho wao unakaribia, juu kwamba biko natake kukamata ya mafasi yote. Wanagombana, wanataka makamata mafasi, lakini hawajui kwamba Kongo ilishamaliza kusinye na Amerika. Mambo ya madini ya Kongo, hiyo sinye nayo ilishamalizika. Sasa va mikumbe bao viko na pigana, viko naendelea mbele sasa. Ameriki ndio iko na uwezo juu kwamba tulisinye na Ameriki, Konge lisinye na Ameriki. Sasa Ameriki ndio iko na uwezo na hiyo dongo dongo yote ya Noro Kivu, Sidi Kivu, Uvira, wapi yani Kivu yote. Ameriki ndio iko na uwezo juu kwamba walisinye na Kongo, wanaenda kuanza kazi yao ya kuchimba madini. Sasa viko na pigana, lakini hawajui habajui chenye kitatokea nyuma eh juu kwamba tunaona mfalme hapo Museveni anaanza kuongea maneno yenye haijulikane. Sijui alilala akelewa usingizi, sijui alikunywa mandarakwa, sijui alikunywa nini, juu kwamba alisema yeye Ameriki iko na nguvu hangani, iko na nguvu kwenye maji lakini hapa chini infantry haimwezi. Huyu bwana Museveni anasema yanapiga Ameriki kwa chini infantry. Eh, yaani tiaili ule rais ya nani ya Venezuela alifanya uvivu yeye awezi wakamkamata. Sasa rais ya Venezuela na Kagame pia alisema ka hivyo, akasema eti wa Ameriki hawamtishi lakini matokeo yake, eh, takavotoka nyuma yao wataona moto. Hawa watu hawezi kueneza tena, Kagame hawezi kueneza huu mula, hawezi kumaliza, ako na mseveni pia, anaenda kupiga kula tarehe kumi na tano mwaka huu mwezi huu, yu kwamba yanajwaka kuiba kula, kupiga vatu, kuua vatu kwa kana piga watu juu kwamba wazungu wanamwachilia wanawaangalia wao na Kagame wanaiba wametajirika. Sasa wanaona wanaweza kupiga Amerika Hamone Israel vile iliyofanya pa, Palestine. Tena Amerika ndio pawa kwenye hizi laili Hamone vile iliadibisha nchi Hayone vile Israel iliua watu hmm? Iliadibisha nchi ikaua watu. Sasa nyie we Museveni, hata eh? bila kupigana nawe banaikala tu kulekwa ao hapa Kenya. Kenya ni besi ya Amerika. Bana kupiga, banakupiga roketi unaisha mbako na mbinu nyingi sana ine wanaweza kukuuia ndani na huyu Kagame iwe eh? muko bure, mnataka tukuuisha watu, Museveni na Kagame eh? na Batusi venyewe mushimame aba batu bamesha alibisha majina yenu, jina yenu imesha alibika ya Batusi kila inchi. Inaona mubaya kwa jiri ya batu bawiri. Tena nye bana badanganya, oo siye ba ketosha, siye Batusi, siye bana tubagua, siye Batusi ba ketosha, nye ba ketosha, msipu na Kagame mutaenda wapi? Patachukua vitu yenu. Hapo ndo bali bile taka kwanza. Bamefuga miaka mingi, tena biko na uwa batu. Eh? bangefuga kama miaka kidogo, banatoka kukiti, banaachia na watu wenye nchi wanaendesha nchi. Si ya Museveni si ya Kagame, nchi sio ya familia moja eh, ya familia moya te, mushi mame Museveni na Kagame walisha iva, saa yoyote watawapiga na, Museveni akakula mula huu hawezi kumaliza. Cha kwanza ni mgonjwa wa kansa, iko na kansa mkononi wake. Huu mgonjwa alishagonjwa kansa Hamwana na madoadoa kwenye fesi yake Mseveni wote, bakagame wote bagonjwa baka hakuna nchi ambayo itawasaidia sasa, biko naanza kulalamika, oh, Afrika tukue umoja, tufanye nini? nafasi ya maji na na, biko na, biko na na na baje pambanie Eh, na diplomasia hakuna nchi ambayo itawasaidia, mumeleta madhalau, mumezalau Afrika yote. M7 akasema hata, alisema kwamba hata katika Afrika hakuna nchi ambayo inamutisha. Eh? Kina maanisha M7 ndio superpower wa Afrika. Hiyo ni uongo. M7 hana nguvu, unaona, wazalendo peke yake wanamtwanga chini. Wazalendo peke yake eh? Wiko na, wiko na wapigia Kongo, wiko na piga senior, ADF senior UPDF, eh? senior RDF senior UPDF basi senior eh? naa kudanganya batoto kuugana e, Bakongo mani ni ba, ni, ni ba masikini tena mali kule, lakini bau kuitumikisha ba masikini namna ma e, eh, gani? Watuache sisi tuendelee na nchi yetu bataona kwamba itakuwa inashinda na hata watatupigia magoti. Eh? Watatupigia magoti bwana. Sasa ndio nasema kula rushwa. Must stop, musimame kukula rushwa. Bali bali ba mifalume, mambo iko na haribikia kule. Eh? Unaona Amerika iko na waweka target ya kubatosha. Sasa nyi huku mko na haribisha. Oh mwemu kule wapata franga, muzikamate. Muzikule mubapige. Mimi nilitaka sana bazalendo balikamata franga, bakazionyesha mbele ya batu, bamepatia madolari, mnaziona? Balimpatia ka sijui elfu ngapi za dolari, eh? eh

anasema mwenye anakamatwa mtundu ndo anakuwa kama mwizi. Sasa wewe ndo mwenye anakamatwa kando tumbavu bure, unakijua kwamba unakulaka ruhusa na ungali kule uko anataka kuungana nao bakupatia bure bufulanga, utakuisha bure, utakuharibishia maisha yako bure bule faydefe. Kula kidogo mwe, lakini maisha yako ikue uone kwa watoto wako uone kwa mwanamke wako lakini una, hey, wapake na wapake kukamata iikonakamatwa Mungu angali na Kongo na bababu zetu na siye, juu kwamba neotenyew eh, wefadese venye kukula rushwa muna kama hiko Kongo iko na bali, wenye malikamatiwaka munaenda kufungwa kabisa waangalie kiwewe alitoka wapi, alafu mwenzake Tshisekedi akampatia vyeo vyote mpaka akampatia kila kitu. Vale vasei walimuonesha milioni ishirini na tano walimpatia ya dolari, wakampatia ko kwanza milioni tano ya dolari, alafu ingine banamwambia bana utakuja kule Rwanda tukupatie tukupatie na champagne kule Rwanda, ulikuwa utaenda

sijui sila ziku elfu tatu sijui ngapi, omwenge waonaka viko nafanya mishoa, mamekupatia pesa misho zao, na alafu nenda kule nawasitaki, nawambia pakukonjia muvuma na etao, na silaha banazificha apa hivi leo. Halafu kongo siku moja nafanya mbinu ineende, nabazunguke inabatake inawakamata

ukukamata hawezi kuachilia ah, hata kama ulivyoonyesha ulivyoonyesha, wakati umenaswa jambo jambo. Mzee Rajabu, habari ya leo, ndugu yangu, habari ya mjana wa leo waleo eh, hivi tuko ndugu yangu, si ni salama, sijue kule mko nanyie mnashindaje? Basi mzee Rajabu, kwa kifupi mimi najua hii siku maoni yetu hauipeperu shake shijue, labda ni juu ya kusema maneno yenye tunasemaka inakuwaka ni mabaya, lakini si tunaonaka kama bana inchi na mateso ya bana inchi namna, vilio vya bandugu yetu biko Burundi. Leo tunakuwa nasikia kusema uko nazikiwa bato karibu makumi mbili na tano kwa siku. Mzee Rajabo, inaleta uchungu sana na uzuni sana, ni bandugu yetu bana ee, ni bandugu yetu. naweza kutoka hapa penye niko nitafika kwenye nitakunywa maji ni pale kubale bandugu yetu. Hakuna mtu mwenye anapumzika kama mpori lakini mtu anaenda kupumzikia kwenye mtu hiko. Ee, neno nitasemezea mzee Rajabo, Rais wetu ni mtu mbaya. Mm, ni mtu mbaya tena, ni mnafiki. Kama sina mnafiki basi, inaonekana kusema vile iko ni juni, ni rais raia uu. Angekuwa mwanajeshi aliweza kuwa iko na desandre colin de front alipasha kuanja kujua nini kilio kia bazalendo Raisi wetu anafanya. Bazalendo ni batu venye balijitoa kugumbania inchi kwa upendo na kwa uchungu. Habana habapake vyakula, habapake maji, habapake dawa wala habapake siraha ile nini iza kuwa ya kutisha na mtu anayo tumaini ya kusema banaweza kupambana na ile asiranse ya kusema hivi tuko kupitia hii itakuwa hivi. Na hangekuwa kuwa mnafiki alipasha kubagawanya <coughs> basi province bazalendo babebe kama ni Sidikivu bote na bazalendo banoru Kivu na basidi Kivu, tuone banani benye kugombana na benye biko na nia ya kugomboa inchi. Na ingekuwa hangekuwa mnafiki, kama alipasha kubeba bazalendo, kila sirena na kuya masira kubwa, masira musaada tangu bazalendo bananjo kombana tangu 2021 eh, au 2022 mpaka leo kunashindikana kubeba bazalendo bakubafunza ma armelur maarme dapui kunashindikana bakubeba kubapeleka bende bafunze ile maasira ya msaada na ile tu ya nguvu

nafuata image hapa ngambo ya Baraka ya yule kijana mwenye alianza kukimbilia mtanganyika banaenda kumkamata na makuta yenye bali hapa, kama nemo wisa anakimbia na wisa mugundi yabo balikuwa kama ine mwingine mungine, na emio bale bengine habana njo banadevale secret bile biote habipataki, ile mahabari haipataki mambo ya Jil, be, nini kama njo jili banza jili banza. Ni leo inchi inalalamika hapa juu ya mambo ya jili banza kutoshewa kubu chef d'etat major kama iko paleni, mpaka unafiki wake mambo ya kostamu tamba peri dungu ilitembea kupita na mwendo wa avion ilitembea kupita na ndege za anga na akajikuta iko jela mpaka leo. lakini munafiki wake benye kutenda mambo ya ajabu, kuuzisha mugini na pesa yote ya sira, serikali yetu inauziaka ni ba M23 ju itapeleka batu yake balebale, anatumaka vale, kule na bale batu yake banabebele eh, masira yote banabaachia yenye itauza mamiliari de dolar, me itenda kuachiwa muemio mpaka vile mwhemi owisa inachiwa kisha vale, banakuya bananja kuua batu, njo mpaka vale benye akiri yake naishia shia, hatuna lazima na baba... baraisi bakizungu. Hapana, tuko na lazima na baraisi bakiasiria benye kujua mateso ya ba... ba... ba... bananchi baasili. hivi tukaangalia sana kutokuwa na msimamo papa diplomasi. Depuis turianjaka, tunaweza kubalula. Depuis turianja kuzunguluka mu diplomasi, tunaweza kubalula hesabu ya bakongomani benye balisha kufa. metuko na zarau migini mkwenda, tuko na zarau batu mkwenda tangu tulianzaka d batauzisha mugini banauzisha si, mwisho na bazalendo banarudia pale, bazalendo batarudia, utashikia tu ni kusema banazunguluka mugini banazingira mugini, baisha encercle mugini me autashikia kusema ile mugini inabebe inakombolewa, tangu tulianjaka ni utashikia tu kaimaje katoke Ka mzuri ambayo kanaonyesha sehemu kubwa ya kambi ni kambi ya Bikinga ambayo province ya Ruigi atuka. Ndugu zetu wenye kuwa hapa wanateseka, wako na tabu sana ya kupata maji bangaliki na tabu ya macho eh, wese tu ni problem tunga pako. Mimi nasimama hapa kwa mlima mlima wote nakwaasaili ni wese Niko ambao watu wanakaa kujisaidia, kujisaidia saidia hapa, manake hapa ni kukaza turo kwa ajili ya kufanya hii aka ka video, manake watu wanateseka hapa, ndugu zetu hapa mwa hi kambi wanateseka zaidi hii. Eh, ni sehemu ya kwanza, ni parti ya kwanza, na nataka kwenda kufilme parti ya pili jumwone gisi hii kambi gisi iko naona sasa, sehemu ndo sehemu ambako watu wanajenga sasa, uh, mabashe aiko na kabashe kake walipata faranga kuuza kasashika mausi, ndo iparti ambako wanaja, ni pakubwa sana, ni pakubwa sana na wenzetu wa Kristo wanajikaza kaza kuingilia tu nje hivyo hivyo, bila hema bila nini, jua ni yao, na mvua ikanyesha, pia ni mvua nayo ya kwao. Ndio maisha ambayo wanapitia ndugu zetu ambao wenye wako hapa mai kambi. Mfuate pole pole, uh, nitaporomoka tena kule na nikakamata nile sehemu nyingine ya kule, uh, ili tuone gishi kambi yetu kama ndugu zetu ambao walikimbia M23 uh, gisi wanateseka hapa. Donc hapa kupata njia kwanza ya kupita hapa katikati hapa ni shida. Jumu songamano ni mwingi sana watu ni wengi zaidi. Uh, Yaki ni kujipenyeza penyeza tu upate kanjia ka kupita tu. Na watu wako wanapotea sababu adresi hazi hawana maadresi. Ndio nakuta mtu anatia kamuti kwake anatia ka drapo ili au anajirefere kuona kama hapa ndio kwake. So, tunakwenda kwenda ukamata sehemu ingine ambayo inabaki uh, unaona soko nyeku hapa. Hii soko nyeku hapo, au watu wote wako hapo akayo tanki wako nachunga tu ni maji maanake, mutu anenda kumaji depuis 4 h du matin mpaka saizi ajeapata maji. Hiyo tanki ya plastiki yuko anatia pale kamio siterne iko na kia namwanga pale, ikaisha tena kia na leta nyingine. Donc watu wanateseka hapa na maji usikie tu kwa na, namna gani serikali itatafuta mwega ni ya kusaidia ipo population ambayo inateseka hapa na maji uh, kwenda kumtoni kule. Nasikia ndugu zetu nao wanaanza sasa kuumiza watu ambao waenda kushota maji kule kumtoni, na kama vile vita sasa. Hii maji ya hivi uh, itawasaidia watu namna gani? Na chakula na wanashinda na njaa kwa sababu hauna hata maji. Wana sasa watu kisi wanaja hapa kumaji